Kaimu Kamishina wa Ardhi Bi Mary Makondo ametoa taarifa hiyo jijini Dar es Salaam kwenye kongamano la wanawake, ambapo amesema kwa sasa serikali imewekeza katika kuelimisha jamii ili iweze kutambua kuwa mwanamke ana haki sawa ya kumiliki ardhi wakiwemo wajane. Vile vile, kwenye miamala ambayo inafanyika, kwa mfano pale ambapo mke na mme au wenzi wanahitaji kuuza kile kiwanja kwa mtu mwingine, ambayo inaruhusiwa kisheria, kiasi kwamba tu serikali itakusanya tozo mbalimbali, kuwe na ridhaa ya mwenzi, spouse consent, kwamba mimi nimeridhia eneo hili liuzwe kama shamba au kama kiwanja. Lakini pia vile vile, pale ambapo kuna kuwa na uhitaji kukopea ile ardhi kama rehani, hati mlionayo, pia kunahitajika ridhaa ya mwenzi, ili kuweza kuhakikisha, lengo la sheria ilikuwa ni kuwalinda wanawake. Kwa upande wake mkurugenzi wa mtandao wa jinsia Tanzania TGNP Bili Lanlihundi amesema kwa mara ya kwanza wameweza kukusanya wanawake wa kulima wadogo wadogo wa Afrika chini ya mlima Kilimanjaro kujadili changamoto zinazowakabili huku wakielezea mada ya wanawake wa Tanzania juu ya swala la kumiliki ardhi ambayo wanawasilisha kwa serikali. Tulifanya utafiti na tumeona kwamba matatizo changamoto za ardhi katika nchi za Kiafrika zinafanana na hizo changamoto. Kwa sababu zinafanana, wanawake wa wakulima wadogo wadogo waliamua kwamba wakusanyike pamoja waweze kuzijadili hizo changamoto na kuweza kutengeneza azimio au madai ambayo yatawasilishwa kwenye vyombo mbalimbali vya maamuzi. Baadhi ya wanawake walioshiriki kongamano hilo kutoka maeneo mbalimbali nchini wameitaka serikali kutilia mkazo swala la utoaji elimu hasa maeneo ya vijijini ikiwa ni pamoja na kuvitembelea huku wakielezea changamoto zinazo uwakabili. Ijaribu kutembelea kwenye jamii kule pembezoni mwa kijijini kama kata yetu hii ya Ukenyenge haina uelewa kabisa. Lengo la mikusanyiko hii, lengo la makongamano kama haya ambayo yanakutanisha kina mama wa ngazi zote ni kuhakikisha mwanamke anaishi kwa furaha, anaishi kwa amani, hasa kwenye swala la kumiliki ardhi. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Ufosaro wa ITV.